Hey mambo vipi? Karibu sana. Tunaendelea na kujifunza Python programming language na video hii leo tutakwenda kujifunza kuhusiana na dictionaries katika programming language hii ya Python. Dictionary ni nini? Vipi inatengenezwa? Operation mbalimbali ambazo mba unaweza eh, kuinteract kufanya kazi na hizo dictionaries katika Python tutaweza kuziona leo katika video hii. So tuanze kwa kuangalia dictionary ni kitu gani. Pengine akilini mwako sasa hivi uliposikia hili neno dictionaries tayari imejengeka kuwa ni kamusi ambayo tumezoea kutumia katika kupata maana ya neno fulani ama tafsiri ama kupata e, neno fulani lugha nyingine ama kuweza kujua hilo neno linatamkwaje, ndo kamusi ama dictionaries ambayo tunaifahamu sisi. Sasa katika Python kuna hichi kitu dictionary, na sio kingine, just ni object ambayo inakusanya data ndani yake, na data hizo zinakuwa represented na vitu viwili, kuna kuwa na key na values ndio vitu vikubwa katika dictionary, hivyo kuweza kuvielewa. Okay, so unakuwa upo na dictionary yako ambayo ndani yake kuna element mbalimbali. Element hizo zitakuwa zina e, pair ya vitu viwili ambao ni e, values na key. So tutaenda kuona value ni kitu gani, key ni kitu gani, lakini kama ilivyo katika kamusi ama dictionary ambazo tunazifahamu sisi, kabla kuingia hapa katika programming language ya Python, tayari unakuwa upo na neno lako. Hilo neno ndilo ambalo unahitaji pengine kujua linavyotamkwa au kujua maana yake au kujua tafsiri yake kutoka katika lugha moja kwenda nyingine. Kwa hiyo tayari una key pale ndio hilo, hilo neno. Unakwenda katika kamusi ama dictionary then unaangalia maana hilo neno ambao ndio unapata hiyo value yake. Kwa hiyo kuna vitu viwili hapo hata huku katika Python inafanya kazi eh, kama hivyo ambavyo inafanya katika dictionary ya kawaida. Unakuwa na key ambayo key hiyo itakwenda kukusanya value. Okay. Kwa ili uweze kupata hiyo value basi lazima uwe na hiyo key. Kama hulijui neno basi, uwezi kupata e, katika dictionary maana ya hilo neno. Okay. Sasa, katika Python, namna gani ya kuweza kutengeneza hiyo dictionary ni rahisi sana. Mfano, unaanza na kuipa jina, e, let's say phone book dictionary yetu, ambayo itakuwa ni sawa sawa. Unakumbuka katika listi tulikuwa tunatumia bracket gani kuweza kutengeneza listi zetu? Natumai sote tunakumbuka lakini. Okay, tulikuwa tukitumia square bracket na katika uh, ile ambayo tumejifunza ambayo ni tuple, tulikuwa tukitumia rounded bracket. Sasa leo katika dictionaries tunaona tunatumia curly braces, okay, kuweza kuinitialize hizo elementi zetu ndani ya hii eh, dictionary yetu ama variable yetu ya phone book. Okay, so tayari utafungua zako na ndani humu utaweza kuweka sasa hizo elementi zako. Nimekwambia kuna vitu viwili, kuna key, kuna na values. Okay? So mfano mimi nitaweka key zangu hapa ambapo nitatumia datatype ya okay, string Chris, jina la kwanza. Tutatenganisha baina ya key na values kwa kuweka colon, na baada ya hapo itafata sasa hiyo value yetu. Kwa upande wa kushoto inaanza key, then upande wa kulia inafata value ya hiyo key yetu. So hapa nitaweka mimi let's say number 2 uh, ya kiasim Chris then tutatenganisha na koma, baada ya hapo wacha tuweke angalau element tatu, then tupo na key okay, na hii tutaitenganisha na colon, tutaweka value yake let's say namba yake hapa huyu atakuwa ni 222 okay, then tunatenganisha na koma, tuweke na hii element ya tatu ambayo itakuwa ni John okay, John alafu tutenganishe na colon, uh, tuweke value yake itakuwa ni 555 okay, 333 Simple kama hivyo. Kwa hiyo huu ndio uandishi wa dictionaries, jinsi ambavyo dictionary inaandikwa katika Python. Unakuwa na kama kawaida, una declare variable yako phone book, sawa sawasawa, unatumia curly braces, ndani humu unaweka elementi zako ambazo zitakuwa zinakusanya vitu viwili, kuna eh, key na kuna value ya hiyo elementi yako value ya hiyo key. Very simple, utatenganisha na koma baina ya elementi moja na nyingine katika dictionary yako. Na hapa kama unavyoona tayari utakuwa umetengeneza dictionary katika Python. So nategemea hata wewe pia umeshafahamu namna gani ya kutengeneza dictionaries na umeshajaribu huko katika kompyuta yako. So moja kwa moja sasa tuangalie jinsi, yes, gani ya kuweza kupata value fulani kutoka katika dictionary tayari tumeshatengeneza, tupo na key then tupo na values. Vipi sasa utakuwa na uwezo wa kuaccess E, value fulani katika hiyo dictionary yako, ni rahisi sana, nimekwambia, kuna vitu viwili, kuna key na value. Unapohitaji value fulani, basi tumia key yake kuweza kuipata hiyo value. Kwa hiyo kwa mfano hapa, wacha tutengeneze print function yetu na tuweze kuprint value ambayo tunaihitaji ambayo ni hii ya kwanza imewakilishwa na key ya Chris. Kwa hiyo humu ndani katika print function yetu amba ambayo, katika, e, print function yetu tutaita variable yetu ya phonebook kama kawaida then tutatumia square bracket moja kwa moja hapa na huku ndani tutaandika jina la key yetu ambayo tunahitaji kuweza ku access na kupata ile value ambayo imehifadhiwa katika hiyo key. Manake ni kama upo na box na hilo box lina jina lake okay, na ndani ya hilo box ndo kuna hizo value. Kwa unapohitaji kupata zile value ni lazima uite kwa kupitia, i mean ufike katika lile box okay, so hapa sisi tunahitaji hii value ya kwanza hapa ambayo imebebwa ki yake ni Chris. So tutaandika Chris na tayari utakuwa umeweza ku access na kufikia value ambayo imehifadhiwa na imeshikiliwa na hii ki ya eh, Chris. Huwezi kuingia ndani kama huna funguo. Huwezi kupata kilichomo kama huna funguo. Kwa ili kuweza kupata kile chomo uweze kupata funguo, ndio hicho kitu ambacho kinafanyika hapa katika dictionaries. Okay, so hapa tukiweza run programu yetu, unaona oh, sorry, kiweza run programu yetu, tunaona imetoka ile value ambayo inahifadhiwa katika hii key ya Chris kwa tano tano tano 111 ndio ambayo value Chris inahifadhi ama ndio namba ya simu ya Chris. so unaweza kujaribu na wewe kutoa na hizi nyingine hapa, just kwa kubadilisha tu hapa. Instead ya kutumia key hii ya Chris ukatumia eh, Katie ukatumia Joanne, zote utaweza kupata value ambazo zimehifadhiwa ndani yake. So, vipi kitokea kama umekosea jina la key? Okay? Let's say hapa tunaandika jina la key ambalo halipo katika dictionary yetu, kipi kitaweza kutokea? Kikubwa ambacho kinatokea hapa ni error, tunaita error hii key error. Okay, wacha niweze kurani hapa, uweze kuona tumeweka key John ambayo katika dictionary yetu haimo, key ambayo inasomeka John, kwa tukirun program, umeona kuna error hii ambayo inaitwa key error. Hili neno John halipo katika dictionary ambayo tunajaribu kui access. Okay, sasa unatakiwa uwe makini sana katika kuchukua ama kuita hiyo key yako ambayo inapatikana katika dictionary, usikosee jina la key. Lakini sasa, kuna kitu kimoja ambacho unaweza kukifanya kikakusaidia wewe kuondoa haya mazogozogo hapa ya error ya key error, moja kwa moja, ukawaletea tu ujumbe ambao utauweka wewe, mfano key hiyo ambayo umeitumia haipo katika dictionary hiyo ambayo unajaribu ku access hiyo value. Wacha tuweze kufanya kitu hiko ambacho nakwambia just kwa kutumia tu method ya get. Kwa hiyo hapa just kabla ya kuweka square bracket, unaanza na dot get kwa access hiyo eh, method ya get, then ndani ya hii method yako ya get unaweka sasa argument mbili. Argument ya kwanza ni lile jina ambalo la key yako unahitaji kule access katika eh, dictionaries. kwa hiyo kwa mfano mimi nahitaji ku access John ndio jina la key yangu. Kumbuka katika phone book hakuna hii key ya John. Sasa angalia utakapokwenda kufanya kazi hii method ya get. Then unaweka koma unaweka argument nyingine. Argument hii ya pili ndio utaweka huo ujumbe haipo key hiyo iweze kuonyesha. So instead ya kupata ile error ya key error eh, basi moja kwa moja utaletewa eh, message hii haipo. Okay? Wacha tuweze ku run, uweze kuona ya, imetoka haipo, ni kweli, hakuna key ya John katika eh, phone, book dictionary yetu, lakini ikitokea umeweka sahihi, basi utaweza kuipata. Kwa mfano acha tuweke Keti. Okay. Run programu yetu, na tayari unaona imeweza kutolewa value. Kwa hiyo una uwezo wa kuaccess eh, value fulani kwa kupitia pia method hii ya get instead ya kuandika zile square bracket ukaweka jina la key yako unaweza kutumia hii method ya get, na ikakusaidia hata wewe katika kuweka error ambayo itakuwa inasomeka vizuri kwa yule user ambayo unampelekea. User sio vizuri akaweza kuona zile error ambazo tumeziona sisi za key error hapa zina display. Okay, kwa hiyo unaweza kutumia method hii ukaweza kuondoa ile issue. So natumai umeweza kujifunza jinsi gani ya kutengeneza dictionaries na jinsi gani ya kuweza kuaccess value fulani kwa kupitia key yake ambayo inapatikana katika dictionary. So inatokea unahitaji sasa kuongeza ama kubadilisha value katika hizi element zako. Unahitaji kuongeza element katika dictionary yako ama unahitaji kubadilisha value fulani katika element fulani ndani ya dictionary yako. Unaweza kufanya hivyo, ni very simple. Wacha twende tukaangalie hapa namna gani ya kuweza kufanya kitu hiko. So tuanze na jinsi gani ya kuweza kuongeza element ama kuongeza eh, value nyingine katika dictionary yetu. Very simple. Okay. So, acha tuweze kuoneshana hapa mfano utaita variable yako ya phone book. Okay, then utaweka square bracket zako kama kawaida kisha utafungua hapa quote, kwa sababu tunaenda kutumia string kama ndio key yetu kwa hiyo utaandika jina mfano. Eh, let's say John. Kumbuka, John hatupo nayo katika hizi elementi zetu kwenye dictionary yetu hii ya phone book. So tunahitaji kuiingiza nayo iwemo katika eh, dictionary yetu. Element ya nne itakuwa hii, okay? So John, then weka alama ya sawasawa na kisha weka hiyo value ambayo itawakilishwa na key hii ya John, kwa hiyo hapo, mfano mimi nitaweka namba simu ya John ambayo ni simple kama hivi so hapa tutakuwa tayari tumeweza kuingiza element nyingine ndani ya phonebook dictionary yetu. Hapa instead ya kuwa tatu hizi eh, Chris, Katie, John itakuwa ya nne ni John. Okay, wacha niweze kuonyesha hapa ni print out na tuone ni kweli John imekuwa added katika hii phonebook yetu. So wacha tuweze kuprint. Okay, unaweza kuprint zote ukaziona hapa just kwa ku call to variable yako kwa acha to print, na kama unavyoona hii hapa ndio dictionary yetu imeanza, Chris, value yake hii hapa, Keti, value yake hii hapa, Joane, value yake hii hapa, na kuna John, value yake ambayo hii hapa, ambayo tumeiad muda so mrefu. Hapa tumefahamishana jinsi ya kuingiza element nyingine ndani ya dictionary yako ambayo tayari ume declare na kuinitialize, na hivi ndivyo ambavyo jinsi ya kuweza kufanya. So ukiachilia namna gani ya kuweza kuongeza element nyingine ama key and value nyingine katika dictionary yako, tuangalie sasa namna gani ya kubadilisha value katika dictionary yako. Ni very simple cha kufanya, call hiyo eh, dictionary yako phone book. Okay, then baada ya hapo utafungua square bracket kama kawaida, na utaiita sasa ile key ambayo unahitaji kubadilisha value yake. Kwa mfano sisi hapa Wacho tukabadilishe hii ya Chris, take call key ya Chris then utatoka, utaweka sawasawa na utaweka sasa hiyo value ambayo unahitaji ikakaa instead ya hii ambayo ipo kwa sasa. Value mpya tuweke sisi hapa tano tano tano 0000 Okay. kama hivi ambavyo unaona so tayari tutakuwa tumeweza kubadilisha value ambayo inakuwa represented na hii key ambayo inasomeka Chris. Okay, kwa namba ya simu Chris tumeweza kubadilisha kwa hapa. Tukija sasa hivi, tukirun programu yetu, unaona output ambayo tumeipata mwanzo ilikuwa Chris amehifadhi value hii, lakini sasa hivi Chris value yake ni hii, tumeweza kuchange. So hivyo ndivyo ambavyo unaweza kuongeza lakini pia kubadilisha values katika eh, dictionary ambayo umeiandaa umeideclare na kuinitialize eh, mwanzoni huko. Sasa tuangalie kitu kingine, bado tupo katika uwanja wa dictionaries, jinsi gani ya kuondoa kufuta element fulani kutoka katika dictionary yako. Tumeshaona jinsi ya kuingiza element, ku change value katika element. Sasa tuangalie namna gani tutaweza kuremove element fulani ambayo hatuhitaji. Ni rahisi sana just unatumia tu yeah, del then unaandika jina la hiyo eh, dictionary yako utaita variable then ndani humu unahitaji kufuta element gani. Mimi nahitaji kufuta element ya Keti. Okay, Keti tupo nayo hapa, acha tuweze kuona sasa. So utaweza kurani hapa programu yetu, na kama unavyoona kabaki Chris na Joane, eh, Keti ameweza kuondoka very simple kama hivi. So unaweza kujaribu huko na wewe, kama utapata shida yoyote, unaweza kunambia, tukiweza kusaidiana, lakini nadhani ni rahisi sana, just kwa kutumia tu hii del basi utaweza kuondoa ku remove element flani ndani ya dictionary yako, lakini pia kuna njia mbadala ambayo tunatumia method ya pop ambayo inaweza kurudisha value kabla ya kuweza kuifuta. Ukitumia del maana yake unaifuta moja kwa moja, lakini ukitumia method ya pop inakusaidia wewe hata baadaye utakapohitaji kuirudisha utakuwa na uwezo wa kuirudisha. Kwa hiyo unaweza kutumia pia hii method ya pop, wacha niweze kuonyesha hapa. So instead ya kuweza kufuta kama hivi kwa sasa hivi utaweza kufanya kitu kama hichi. Mfano utatengeneza a variable ambayo itakihifadhi hiyo value ambayo itafutwa ili usiweze kuipoteza. Okay. Remove, underscore, value. Ni kama unaitia kwenye recycle bin sawa sawa. Dictionary yetu variable, then baada ya kuicall variable yako ya dictionary utaweka dot ku access hii method ya pop, na humu ndani argument ambayo tutaipitisha ni jina la key yetu, mfano Chris. Okay. Nahitaji kuweza ku remove hii e, element ya Chris katika dictionary yetu, lakini isiweze kufutika moja kwa moja, hifadhiwe katika hii remove underscore value. Endapo tutahitaji kuirudisha, ni rahisi sana kuweza kuirudisha, tofauti na kutumia ile del inafuta moja kwa moja okay, so hapa tukiweza kurun programu yetu tayari unaona e, Chris tumeweza kumremove Okay, very simple. So hivyo ndivyo ambavyo unaweza kuondoa elementi fulani katika dictionary yako. So tuangalie sasa kwa kupitia namna eh, gani ambavyo tunaweza kufanya kazi na hizi eh, dictionary ambazo tutakuwa tunatengeneza, tunatumia for loop, mfano tunaweka 4 book. Sote tunafahamu jinsi ya kutumia for loop hii. Uh, sio kitu kigeni kama vile ambavyo tulikuwa tukitumia katika listi, katika string, katika tuples, na hapa ndio hivyo hivyo ambavyo tunafanya. So print then uh, key, comma, okay, colon teke pati kuonekana vizuri then comma, phone book then tuweke key. So kinachokwenda kufanyika hapa katika loop hii, hii key hapa ambayo tumeitumia katika uh, for loop itakwenda ku represent element zote ambazo zimo ndani ya dictionary yetu. Kwa hiyo itaanza kutolewa Chris, itakuja Katie, itakuja Joane mbona katika hii print ambayo ya ndani. Kwa hiyo mzunguko wa kwanza, ambayo element ya kwanza itakuwa represented, itaingizwa hapa, itatolewa hapa katika key, itatoka Chris then itatoka hii colon, kisha phone book, alafu tumeweka key. Kwa hiyo kumbuka, key iliyoingia mwanzoni ni Chris. Kwa hiyo kama ni tumeita phone book yetu na tumeweka key ya Chris hapa, basi tayari moja kwa moja itatoka ile value ambayo inahifadhiwa katika hiyo e, elementi ama key ya Chris. Nadhani tunaelewa jinsi gani unavyofanya kazi hii loop hapa. Kama itakuwa changamoto kwako kuweza kuifahamu, tutaweza kuniambia katika sehemu ya comment, ili tuje kufahamishana kiundani namna gani ya kuweza kutengeneza hii for loop na kuifahamu vizuri jinsi ambavyo inaenda kufanya zile iteration na kuweza kutoa hizi value ambazo zinapatikana katika dictionary. So tukiweza ku run program yetu hapo, naona no kutamba, tumeipata Chris yapo, cut yapo, John yapo, value yake, na hivyo ndivyo ambavyo unaweza kutumia loop katika dictionary kuweza kuaccess zile e, key na value ambazo zinapatikana. Pia kuna na njia nyingine lakini leo hatutoiangalia katika kuweza kufanya e, e display hii e, element yako ama value yako katika e, dictionary kwa kupitia for loop. Okay so, ukiachilia issue nzima ya kutumia for loop kuweza kuaccess, kuinteract na hiyo dictionary yako pia wacha tumalizie kwa kuweza kuthibitisha kama key ipo kwenye dictionary okay? Unawezaje kuweza kuthibitisha pia? Unaweza kutumia if condition kuweza kufanya hivyo na kujua kama key fulani inapatikana katika hiyo eh, dictionary yako. Very simple, utaanza tu kwa kuweza ku declare if, then utaweka jina la hiyo, I mean, key ambayo unahitaji kuiangalia, mfano E, tunahitaji kuona, je, kuna hii key ya John huko ndani, then utatumia operators ya in. Phone book very simple, so tutatumia function yetu ya print kuweza kuonesha ujumbe kama kweli ipo haipo. E, John yupo kwenye phone book. Okay. Ujumbe kama huu. Kwa hiyo hapa tukiweza ku run programu yetu tayari, natwambia John yupo kwenye phone book. Ikiwa e, hapo umeweka key ambayo haipo katika phone book huku, basi moja kwa moja haitoweza kutoa ujumbe huu. Kwa mfano tukiweka hapa, let's say John, kumbuka John key hii haipo katika hii phone book yetu kwa moja kwa moja hapa tukiweza kuran programu yetu hakujatoka kitu chochote. Okay, kwa sababu haipo, just tumetumia if tu. Kwa hiyo ingekuwa ipo, John ingeweza kutoka kama ujumbe ambao umetoka hapa, John yupo kwenye phone book. So hivyo ndivyo ambavyo unaweza kutumia if, condition na operators hii ya in kuweza kuangalia kama key fulani ipo katika hiyo dictionary yako lakini pia sio kwa kupitia if else tu kuweza kufanya hivyo, lakini just unaweza kutumia hii operators ya into mfano. Let's say tunahitaji kujua kama David yupo katika hii dictionary yetu in phone book. Phone book. Okay, sorry in phone book. Kwa hiyo itatuambia hapo kama ipo au haipo and print Then to Katie in phone book. So instead ya kutumia ile if condition unaweza kufanya hivi tu na ukaweza kupata majibu kama ni true ama false, kama David yumo katika phone book ama hayumo ama Katie yumo hayumo. So tukiweza kurun hapa programu yetu, tayari unakuta false, David haimo, lakini true imo katika phone book. Hivyo so ndivyo ambavyo unaweza kutumia operators ya in kuweza ku detect kuangalia kama key fulani imo ndani ya hiyo dictionary yako ama la. So tumalizie kwa kufunga video hii kwa kuweza kuona jinsi gani ya kutengeneza dictionary ambayo itakuwa ni empty tupu, na vile vile tuangalie jinsi gani ya kuweza kufuta sasa eh, dictionary yetu ama zile value ambazo zimo katika dictionary yetu. Tumeona kule kwa kutumia del unaweza kufuta element fulani katika dictionary yako, lakini pia ile pop inafanya kazi hiyo pia. So tuangalie, je, kama unahitaji kufuta e dictionary nzima, vipi unaweza kufanya hivyo kwa pamoja? Very simple, mfano dictionary yetu hapa ya phonebook, just tuta equal to phonebook.clear, tutatumia message hii ya clear na kuweza kuclear phonebook yetu, na nikiprint saa hivi hapa unaona tutakuwa hatuna kitu chochote katika hii dictionary yetu ya phone book. Tukirun program yetu, imekuja empty dictionary kama hivi ambavyo unaona okay? so unaweza kutumia hii method ya clear kuweza kufuta elementi zote zilizomo ndani ya dictionary yako, lakini sio hivyo tu, nimekwambia una uwezo kutengeneza empty dictionary. Kwa mfano, una eh, unatengeneza variable yako let's say empty underscore dict dictionary sawa sawa, na unaweka mabano yako ya curly braces ambayo atawakilisha empty dictionary. So hapa tukiprint kitu gani? Tukiprint tuki hii empty dict, tutaweza kuona output ambayo tunapata hapa okay, empty dictionary. So very simple, jaribu kufanya mazoezi huko. Tusifanye video hii ikawa refu sana, tayari ni refu, so tuishie hapa katika video hii. Kama una maswali, una sehemu hujanielewa, basi unaweza kuniambia katika sehemu ya comment ya video hii, na mimi nikuache na quiz moja, kazi moja, kuweza kuenda kujifunza. Naomba uniambie katika sehemu ya comment sifa za hii dictionary na tofauti iliyopo baina ya hii dictionary na zile E, sequence nyingine kule kama list na tuples, kuna tofauti gani? Okay, kajifunze vitu hivyo na share na sisi hapo katika sehemu ya comment ya video hii. Mimi na wewe tukutane wakati mwingine, tutakapokuja kuendelea na kujifunza kitu kingine. Hivi vitu tunajifunza just basic tu, lakini ukiingia in deep, ukiingia ndani zaidi, utakutana na vitu vingi, utakuta hivi vitu ambavyo tumevifanya vimetanuka kwa upana wake. Kwa hiyo unaweza kuingia deep ukaweza kujifunza kiundani, lakini tayari nimeshakupatia mwanga. Unaweza kuendelea na kujifunza iko ambacho kimebakia huko mwenyewe. Asante sana.